Ni maandamano ya wauguzi wa hospitali na zahanati mbalimbali kaunti ya Kilifi wakilenga kupaza sauti zao kuhusu changamoto wanazopitia wakati wa kuadhimisha wiki ya wauguzi, hafla ambayo inafanyika sehemu mbalimbali kote nchini. Wauguzi hao wamelalamikia kutopandishwa vyeo, kukosa bima ya afya pamoja na kuchelewa kupokea marupurupu ya mishahara yao, wakiongozwa na James Lewa Chishenga kutoka zahanati ya Dida eneo bunge la Ganze na David Kadenge kutoka hospitali ya Malindi. Wauguzi hao wanadai wanapitia changamoto wakati wa kutekeleza majukumu yao. Aidha, wamewataka viongozi wa muungano unaowawakilisha kuzingatia maslahi yao kwa mujibu wa sheria. Kulingana na labor laws na human resource laws, na guidelines. Ile sawasawa ni mtu apate, apate haki yake kwa sababu sisi tunatoa zile huduma na ikifika wakati wa, wa kunipa changu ni unipe changu kwa hivyo ningewahisi yani, kila mtu afanye kazi yake tushirikiane, yani, kwa sababu tunang'ang'ana sana kusaidia, kusaidia wananchi na tunaomba support, tunaomba hiyo morali kuje kama itawezekana hii iwafikie wale wakubwa wahusika, ya kwamba chenye tunataka sisi ni promotion zetu, tunataka insurance cover, tunataka remuneration, alafu zile promotion zenye zimekuwa backdated miezi sita mtu kila mtu azibackdatiwe effectively kulingana venye pale mtu alikuwa anastahili kufanya nini kupromotiwa tukifanya hivyo basi, hata sisi tutakuwa na morali na tutaendelea kuhudumia wauguzi hao. Vile vile, wameitaka serikali ya kaunti kuangazia uhaba wa dawa za matibabu, wakidai wagonjwa wanapitia changamoto. Vile vile, wanadai asilimia kubwa ya ya wauguzi katika kaunti ya Kilifi hawana imani tena na muungano wa wauguzi katika kaunti ya Kilifi. Sisi tuko na union yenye huwa ndio inatuongoza, lakini currently ile kusema kweli, wauguzi wa hii kaunti majority ama tunasema 99% hawako pamoja na ile union kwa sababu tunaona kama union pia ina ikifika kule inatekeleza matakwa yake, they have their own interest, kwa sababu kile wanachosign. Kama sasa hivi wanasema kila mtu amekuwa promoted, kila mtu ako vizuri. Kuna karatasi juzi imetoka imesainiwa. Tulikuwa tumeona hizo promotions hazikuwa vizuri, tukaambiwa tuandike appeal ya kama labda ulikuwa na diarrhea, uandike appeal. So tumeandika, ile barua imetoka juzi, imesema, eh watu waliandika appeal wakakuwa sorted, na ni uongo kwa sababu kila kitu niko nacho pale naweza hata kuonyesha. Kwa upande wake, mwenyekiti wa muungano wa kitaifa wa wauguzi kaunti Kilifi, Janet Rotich amesema serikali inaangazia uhaba wa wauguzi, huku akijitenga na malalamishi ya wa wauguzi hao. hizo shughuli ambazo serikali inataka kushughulikia, mmoja wapo ni shortage of nurses ambayo inashughulikiwa tayari. I can say the department we employ kama sisi nurses, we want to appreciate, wametuemployia 93 nurses ambao hata tayari tunavoongea wanaendelea kupata mabarua wa zao ambayo hiyo ndio shida zetu kubwa zaidi eh, kwa workforce. Katika maandamano hayo wauguzi wamepitia lango la ofisi ya gavana wa kaunti ya Kilifi Gideon Mungaro na kufululiza hadi katika hospitali kuu ya Rufaa mjini Kilifi. Nikiripotia Coco FM naitwa Joseph Jira. Coco FM.